Okay, basi Mr. Mesha moja kwa moja somo letu hapa tulifanye chap chap hapa. E, bana, application niliyokutumia uh, kwa sasa nilivyokutumia imekuja na jina hili hapa Banderebo. Hii hapa. Sasa ukitaka kuifungua ni hivi. Cha kwanza za kuomba ufungue data. Ngoja tuifungue kwanza kwa namna hii hapa. Yeah, hapa. Tuisubiri utaifungua kivi kama umeshamaliza ku install. Cha kufanya, ingia hapa hapa kwenye ruhusa ya Google. Bonyeza mara moja hivi Huku data iko hewani sasa. Umeshawasha data hapo. Aa, hapa zimekuja email zangu sasa nawe, kutokana na simu yako ilivyo itakuletea email. Ngoja mimi nifungue data hapa. Nikifungua data hivi basi na nabofya kwenye email yoyote kwa sababu mimi na email tatu nabofya hata kwenye email hii hapa ya kwanza hapa. Ndio tunaifungua hii application sasa. Naisubiri hapa iweze kufunguka sasa moja kwa moja hapa. Kwanza nenda hapa kwenye kitufe cha jumlisha hapa katikati hapa hivi. Wanabofya mara na ya moja hapo. Kwa sasa naweza nikafunga data huku naendelea na masuala mengine. Ngoja nifunge data kwanza, kwa sababu data inatumika tu kuifungua hii app, lakini sio data kwamba inasaidia na kurekodi. Ni kuifungua tu application moja kwa moja, voice, aka audio, hapa, hapa, moja kwa moja, sasa, kurekodi sasa. Moja kwa moja utaingia hapa e, kwenye hapa juu bonyeza hivi Okay, bonyeza hapo. Moja kwa moja tunatafuta bit. Bit tunatafuta kwa hapa. Angalia hapa. Baada ya pale, unaingia hapa chini impact file hapa chini kushoto hapa hivi. Baada ya pale, tuna search bit. Ngoja mimi ni search jina la bit itakavyokuwa hapa. Mm, itabidi unielewe hivyo hivyo kwa sababu niko spidi sana, niko haraka haraka hapa, tunaisubili na load beat sasa. Aya, ngoja tu play biti, tu, tu, tu, tusikilize yes, hiyo ndo biti sasa. Tunataka tuanze kurekodi. Hebu tazama hapa kwenye biti kuna rangi ya blue kama ikitu chapa, lakini hapa juu angalia hapa juu kuna rangi nyekundu. Sasa ikiwa hapa hivi, hebu tazama, ikiwa hapa hivi ukianza kurekodi, maana yake biti inaanza kujifuta yenyewe. Lakini natakiwa kidole chako kibonyeze hapa, hebu tazama, hapa hivi ndipo uanze kurekodi. Sasa kwa mfano tuanze sasa kurekodi, unaona, turudi turudi hapa, hapa. Sasa kitu kingine nisisahau kwanza meisha, hebu bonyeza hapa kwenye setting, hapa juu angalia kwenye setting hapa hivi alafu hii volume iongeze volume mpaka asilimia mia moja. Hiyo ina rekodi sauti ya juu. Alafu tena ukirudi kule ambapo, kule nipa kurekodi abonyeza hapa, hapa hivi. Haya, hakikisha kila unapoanza kurekodi isikae hapa kwenye kwenye beat, nataka ikae hapa kwenye beat, hapa kwenye verse hapa, kwenye kwenye vocal hapa hivi. Isikae hivi, nataka ikae hapa ili beat isifutwe. Anza kurekodi, tunaanza kuimba sasa nasia mesha hapo, nilikuwa na kuimba sasa. Play, sasa tusikilize wimbo Nakupenda. Ukisikiliza hapa kama vile beat maana, kama, kama vile beat, sijaenda sijaenda nayo lakini wakati, wakati naimba mimi nilikuwa naimba nilikuwa naenda nayo. Sasa kufanya tunaanza kuedit sasa, sasa kwanza bofya hapa kwenye bo, baada ya pale, baada ya pale njo hapa chini, hapa hapa. Hebu tazama kwenye kidole hiki hapa, bonyeza tena, alafu njo hapa searching hapa hivi. Aya, hapa kwenye kuandika, andika bright neno bright neno hili hapa hivi, bonyeza hapa hivi. Alafu baada ya pale njo hapa kwenye high for scope hapa hivi. Baada ya pale bonyeza juu kwenye simu yako kushoto huku, kwenye X hapa. Rudi tena hapo hapo tu tena. Haya baada ya hapa njoo kwenye X hapa juu. Haya, tusikilize sasa maana hapa nilikuwa naongeza volume. Ayo. Ayo. Sasa maana yake tunataka voko tuisogeze nyuma kidogo, maana yake voko inachelewa kuimba unabofya kwenye voko hapa hivi. Njoo hapa kwenye vidoti vitatu hapa. Baada ya pale njoo shift hii hapa shift, bonyeza hivi sasa. Unakiona kimstari hiki, ukitaka voko iende mbele na, lakini mimi nataka voko nirudishe nyuma, unabonyeza hapa hivi afu tena unaenda kuplay. Ayo, bado voko inachelewa. Narudi tena pale, narudisha nyuma zaidi afu na play tena. Ayo bado tena, hebu rudisha nyuma kwa sana kabisa hivi. Ayo ayo ha? Haya, at least, lakini tunataka tufanye kazi kwa umahiri zaidi kabisa. Ngoja turudishe tena nyuma zaidi, turudishe tena. Ayo bado tu. Aha, kitu kimoja ameisha sasa. E, kitu kimoja sasa hii hairudi nyuma sasa hivi iko pale pale. Cha kufanya kama, kama na wewe itafanya hivi. Sogeza maeneo kama haya hapa. Njoo hapa bonyeza kwenye voko tu hapa. Njoo hapa katikati kwenye mtenganisho hapa hivi. Alafu njoo kushoto huku. Unaona kama hapa? Alafu rudi tena kushoto hapa. Kwenye rangi nyekundu hapa unafuta hii voko hii. Alafu ndipo sasa unarudi kule kwenye kufanya nini? Kwenye kuongeza voko irudi nyuma. Maana ilikuwa imejibana, ilikuwa hairudi. Sikiliza sasa. Sasa baada ya pale, tuende kuchuja voko sasa. Hakikisha unapotaka kuchuja voko mstari, nataka kitu ambacho unachobofea ni hapa. Angalia hapa hivi. Baada ya pale, ikikuletea hivi, tunataka tukachuje sasa, sauti kae vizuri kabisa. Kuna auto pitch, auto pitch pitch ni hapa. Bonyeza hapa hivi alafu bofia hapa. Hakikisha 100% si, iko hapa juu. Play sasa. Ayo, ayo na kupenda ayo, na kupenda. Unaona? moja kwa moja umefanyaje? Umekuwa autopitch. Bonyeza kwenye hiki hapa. Play tena. Moja kwa moja hapo inakuwa mefanyaje? Imekuwa imechuja. Sasa kitu cha ziada. Kitu cha ziada unaweza ukakuta umechuja, lakini kuna mawimbi kidogo. Sasa yale mawimbi unakuta kuna sehemu kama vile umekosea kuimba. Bonyeza hapa hapa hivi, export hapa chini, export hivi, unaisubiria sasa hapo Natakiwa wewe makini uweze kuelewa hili somo sasa. Naisha hapo, watu isubiri. Haya, imeongezeka volume hapa chini sasa. Wewe cha kufanya futa kwanza ya hapa juu, unaweza kuifuta tu hii, kwa sababu tunatafuta nini. Haya. Njoo e, tena kwenye effects hapa hivi, tukatafuta tena auto pitch. Hii ni haina maana sana, auto pitch ni hii hapa hivi. unabofa hivi, hakikisha ina asilimia mia hii. Sasa ndo na play sasa tena. Ile vocal ya huku juu tumeshaifuta si ndio? Play tu. Ayo, nakupenda, ayo, nakupenda. Ayo, nakupenda. Ayo, nakupenda. Kitu ambacho mimi nilikuwa nakitafuta hapa, ndio maana hivyo kwa juu nimeitoa, nikaja hii hapa. Ni kwa masuala ya auto pitch hapa hivi. Kwenye auto pitch, kitu cha muhimu ni hapa kwenye auto pitch. Auto pitch. Hasa kuna masuala ya hapa. Hapa kuna major. Ukifanya kosa tu hapa. Kuna kama mimi hapa. Hii sauti inafaa kwenye major D, eh, au AB major. Ukikuta kama iko hapa itaimba vibaya, lakini kwa mimi iko hapa sasa hii inakurahisisha kwamba wewe kutokana na beat yako natakiwa uimbie kwenye majori gani ndio bana, ni katoka kwenye ile voko ya, ya, ya pale juu oh. Amesha ukitaka kusave sasa wimbo bonyeza hapa. Hapa afu naingia save baada ya pale njoo hapa. Hapa. Okay, ukitaka kusave wimbo uliomaliza kurekodi njoo hapa. Hapa hivi, hapa sasa kuna mfano kama mimi hapa kuna baadhi ya nyimbo nilizoweza Eh, kusevu sasa, kwa mfano hapa utaangalia na time huwa inafikia hapa juu, ambao umefanyaje moja kwa moja hapa ikifanya e, tu kitu kama hiki kwenye file manager huku tayari imesha wimbo wako tayari umesha save huku kama okay, ukiplay hivi hapo utakuwa umeshamaliza kusave. Kwa matatizo mengine utanicheki mesha